Mheshimiwa mgeni rasmi, maadhimisho ya Mei Mosi mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano yameratibiwa na Chama cha Wafanyakazi wa Serikali za mtaa Tanzania TALGWU Kwa niaba ya uongozi wa TUCTA mkoa wa Kagera, nachukua fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza viongozi wa vyama vyote kumi na vitatu vinavyounda shirikisho ambavyo ni CWT, TALGWU, tuge tipau tamiko tuiko rau kotu Tanzania doguta teguta tipau chodau na TASU. Kiujumla nawashukuru sana kwa umoja na mshikamano katika kufanikisha sherehe hii muhimu. Shukurani. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya wafanyakazi wa mkoa wa Kagera natoa shukurani za pekee kwako kwa kupokea na kukubali mwaliko wa kuwa mgeni rasmi katika sherehe hizi. Tunatambua na kuelewa wingi wa majukumu ulionayo, nayo pengine isingekuwa rahisi kukubali mwaliko huu kwa leo kutokana na majukumu mengi ulionayo. Cha kukupongeza, umeendelea kutambua thamani ya kundi hili muhimu la wafanyakazi mkoani Kagera na kukubali kushiriki nasi. Mwenyezi Mungu akubariki sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Sisi wafanyakazi wa mkoa wa Kagera tunakupongeza kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa kiongozi wetu wa mkuu ngazi ya mkoa, na kwamba sisi wafanyakazi wa mkoa wa Kagera tupo pamoja na wewe. Mungu akupe baraka maono na maarifa zaidi ya kusimamia rasilimali za mkoa wetu wa Kagera. Kauli mbiu katika sherehe za Mei Mosi kwa mwaka 2025 ni uchaguzi mkuu wa 2025, utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi, sote tushiriki. Kupitia kauli mbiu hii, ni wazi kuwa imelenga kuwakumbusha wafanyakazi na wananchi katika kuchagua viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi. Ni jukumu letu sisi wafanyakazi na wananchi wote kwa ujumla kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa elfu mbili ishirini na tano. Pia tunawakumbusha waajiri kuwapa wafanyakazi kazi zenye staha ili kulinda utu na afya za watumishi katika maeneo yao ya kazi. Jambo ambalo tunaamini litaongeza ufanisi na tija kazini na kuinua hali zao za maisha. Changamoto. Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kuwa muda mrefu sasa vilio vya wafanyakazi vimekuwa juu ya kero zinazowazunguka katika maisha yao ya kila siku, ambapo hupelekea sisi wafanyakazi wa mkoa wa Kagera kukabiliwa na kam, changamoto mbalimbali. Miongoni mwa changamoto hizo ni kama ifuatavyo: mishahara duni kwa wafanyakazi. Mishahara katika sekta binafsi na ya umma imekuwa duni, haiendani na gharama za kupanda kwa maisha. Tunaiomba boreshe mishahara yetu ili kazi zetu zikawe na tija. Maslahi kwa watumishi wa umma na sekta binafsi yaboreshwe kupitia mikataba ya hali bora. Mbili. Baadhi ya waajiri katika sekta binafsi kutotekeleza sheria ya kima cha chini. Licha ya serikali kutangaza kima cha chini cha mshahara katika sekta binafsi, lakini kuna baadhi ya waajiri wameendelea kukaidi sheria hiyo ya kima cha chini na kufanya maisha ya wafanyakazi kuendelea kuwa duni. Tatu, kikokotoo kiko cha mafao ya kustaafu. Kushukuru ni kuomba tena. Tunaishukuru serikali yetu sikivu kwa kukubali kufanya maboresho ya kanuni ya mafao ya mifuko ya hifadhi ya jamii. Lakini katika hili bado tunaiomba serikali iboreshe kikokotoo cha sasa ambapo wafanyakazi wa sekta ya umma wanapata asilimia 40 ya fao la mkupuo na sekta binafsi wanapata asilimia 35. Hivyo tunaiomba serikali ilipe, ilipe mafao kwa asilimia hamsini kwa sekta zote. Nne. Mafao ya mifuko ya jamii yatolewe siku ambayo mfanyakazi anastaafu bila kupoteza muda mifuko ya jamii na mafao yatolewayo na mifuko ya hifadhi ya jamii wakati wa kustaafu, ikichelewesha ndani ya mwezi mmoja, itolewe mafao kwa riba, kwani kila mfuko huwa una mfumo wa taarifa zote za wachangiaji. Kuendelea kuwacheleweshea wastaafu mafao mafao yao ni kuzidi kudhihirisha ya kuwa uwekezaji unaofanywa na mifuko hiyo haunufaishi wachangiaji. Serikali iangalie pia viwango vya posho za wastafu za kila mwezi na kuviboresha ili kuendana na hali halisi ya maisha, ikiwa ni mojawapo ya kuheshimu mchango wao wa ujenzi wa taifa wakati walipokuwa katika utumishi wa umma. Tano, tunaiomba serikali kuifanyia marekebisho sheria ajira na mahusiano kazini sura ya 366 marejeo ya 2019 kipengele kinacho ili kin'omgongo kilipo kwa wafanyakazi wo, wote wanaposta ili kupunguza hali ngumu ya maisha ya wafanyakazi. Sita, baadhi ya waajiri wa sekta binafsi wanakataa kuandaa na wa, kusaini mikataba ya hali bora za kazi. Saba, malimbikizo ya mishahara kwa watumishi wa serikali umekuwa na malimbikizo ya mishahara ambayo inatokana na mtumishi kutolipwa mshahara wote baada ya kuondolewa kwenye mfumo wa mishahara. Mfano, watumishi wa sekta ya afya, hasa watumishi walio kwenye hospitali ya CDH, mtumishi akipandishwa mshahara na kucheleweshwa kubadilishiwa mshahara mpya kwenye mfumo. Nane, malimbikizo ya mishahara kwa watumishi wa sekta binafsi, mfano mahotelini, kampuni za ulinzi shule za binafsi, wengi wao hawalipi mishahara kwa wakati kama sheria inavyoelekeza. Tunawataka waajiri hao binafsi kuhakisha malipo ya mishahara yanafanyika kabla hatujachukua hatua nyingine za sheria, ili kuimarisha uhusiano wa haki baina ya wafanyakazi na waajiri wao.